Kutokana na changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama katika jiji la Mwanza na maeneo jirani, Jumuiya ya Umoja wa Ulaya EU imepanga kutoa zaidi ya shilingi bilioni 580 sawa na euro milioni 200 kufadhili utekelezaji wa awamu ya pili ya mradi wa chanzo na kituo cha tiba cha maji Butimba jijini Mwanza, ili kuongeza uzalishaji wa maji na kukidhi mahitaji. Awamu ya kwanza ya mradi huo uliogharimu zaidi ya shilingi bilioni sabini ilikamilika Desemba mwaka na 2024 na imeanza kutoa huduma kwa kuongeza uzalishaji wa lita milioni 48 kwenye usambazaji wa maji wa Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jijini Mwanza Mwauwasa. Kwa sasa mahitaji ya huduma ya maji katika jiji la Mwanza ni lita milioni 172, huku uzalishaji uliopo ni lita milioni 138 na kufanya kuwe na upungufu wa takribani lita milioni 34. Akizungumza jijini Mwanza baada ya kutembelea na kujiridhisha na ufanisi wa mradi wa maji Butimba, Mkuu wa Mashirikiano wa Jumuiya ya Umoja wa Ulaya eu nchini Tanzania, Marc Stalmans, amesema lengo ni kuhakikisha wananchi wanapata maji safi na salama kwa kuongeza uzalishaji mara tatu ya sasa.

Naye, kaimu mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jijini Mwanza, Mwauwasa, Nelly Msuya ameeleza hali ya upatikanaji wa maji na umuhimu wa mradi huo kwa ukuaji wa jiji hilo, huku katibu tawala msaidizi mkoa wa Mwanza anayesimamia viwanda, biashara na uwekezaji, Patrick Karangwa akiipongeza jumuiya hiyo kwa kuunga mkono miradi ya Serikali. Mradi huu umeweza kuongeza kiasi cha lita milioni, milioni. Uh, 48 kwenye mfumo wa usambazaji maji wa Mwauwasa. Mahitaji ya jiji la Mwanza ni lita milioni 172 kwa hivi sasa na kwa chanzo chetu cha Capri Point tunazalisha lita milioni 90. Kwa hiyo ukijumlisha na hii uwezo wa kuzalisha lita milioni 48 kwa siku utapata kama lita milioni 138. Maana yake ni kwamba, unaona jinsi ambavyo tunaendelea kuhitaji wadau wa maendeleo pamoja na serikali katika kuongeza vyanzo vyetu ili tuweze kufikia mahitaji Anayotarajiwa, lakini vile vilevile kama mnavyojua jiji la Mwanza linakuwa, na maana yake ni kwamba ni lazima sisi tuweze kubuni miradi mbalimbali mbali ambayo itakwenda kuongeza uzalishaji sambamba na mahitaji ya watu na ongezeko pamoja na viwanda na biashara mbalimbali katika jiji letu. Kwa leo wameweza kujionea kazi ambayo imefanywa kupitia shirikisho hilo, ambapo kwa awamu ya kwanza sasa tumemaliza mradi na mradi umeanza kutoa huduma na hasa katika jiji la Mwanza hii imesaidia kwa sababu katika maeneo ambayo yalikuwa na changamoto kubwa ya maji ilikuwa ni eneo la Mwanza Kusini, ambako ndio uh, wilaya ya Nyamagana. Kwa hiyo mradi huu sasa, um, um, umekamilika na kama mlivyojionea umeanza kutoa huduma. Ni matarajio yetu kwamba, um, ushirikiano huu utaendelea na ni matarajio yetu kwamba tutaendelea kupata e, fedha za utekelezaji wa miradi mbalimbali inayoendelea mbali, ili kuweza kuboresha huduma kwa wakazi wa Mwanza na kuongeza kiasi cha maji yanayopatikana katika jiji hili. Mradi huu umekuwa ni msaada mkubwa, kwanza kwa kufadhili miradi muhimu na mkubwa kama huu wa kuanzisha chanzo kipya cha maji, kwa sababu chini hata ya programu ambayo inaendelea sasa hivi ya sasa Green Smart Cities moja ya component ilikuwepo ya kuboresha hizi wanazoita green infrastructures ambayo inajumuisha miundombinu ya maji, masoko, e, beaches na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nje ya hapo, pia imesaidia kujenga uwezo wa nini, ile wanaita local economy, uchumi wa wenyeji. Mimi ni Damian Masyenene wa Mwananchi Digital Mwanza.